Ati anaomba msamaha kwa jenzi, mmekubali ama mmekataa? Sasa wewe William Ruto, sasa unaomba msamaha? Si kwanza uite wazazi uongee na hawa uombe hawa msamaha, usiseme ate if. Kwa hivyo mambo ya damu ya jenzi, tulikusamehea makosa ya zamani. Unajua vile ulifanya pale Kiambaa sinajua simu simunajua vile alifanya Kiambaa, tukakusamehea tukakuchagua. Hiyo hatuwesamehea wewe. Kwa hivyo wewe, kama unataka msamaha, utafute wazazi wa wale watoto, uwaite pale Ikulu, uongee na hawa. Hawa ndio watakusamehea. Sisi hakuna mtu atatuzia uoga. Wewe kama unafuata fuata Ruto, anakupatia pesa ndogo kuuza jamii, ushindwe, ashindwe, asishindwe, ashindwe, asishindwe, muko na biashara na, na, na UDA muko na biashara na Ruto, wale wasaliti ya jamii waende wasiende, wale wanasaliti nyumba yetu waende wasiende. Kuna hii vitu ama mikutano ambayo imeanzishwa na huyu mtu anaitwa Kendeke, hii mikutano ambayo anaita Economic Forum, na tumekuja kugundua kwamba hiyo mikutano, sababu wanaitisha ID zenu, wanaitisha namba zenu za ID wameanza kukusanya ID zenu ndio wawatoe kwa rejista ya IBC, ndio ukienda kupiga kura unapata huko hapo. Kwa hivyo, mi naambia watu wa Kiambu, ukiitishwa ID yako na kasongo na muti ya kasongo na umbungu ya kasongo, we unasema ID yako pale mwisho una mix.